Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tujifunze jinsi ya kukata na kushona hii kofia ambayo unaiona hapo. Hii ni baada ya maombi ya baadhi ya watazamaji kwamba anahitaji kujua jinsi gani inavyokatwa na kushonwa hii kofia. Kwa hiyo, jinsi ya kukata na kushona kofia hii Twende pamoja. Ukitaka kujua jinsi ya kukata na kushona hiyo gauni, video iko kwenye description, utakwenda kujifunza kwa hapa. Leo tujifunze jinsi ya kukata na kushona hii kofia. Kwa upande wa hii kofia, unachotakiwa kufanya, utachagua kitambaa ambacho unahitaji wewe mwenyewe, kama ni satini au kitambaa cha kawaida. Kwa hapa leo tutatumia satini. Kwa hiyo vitambaa vyako utavikata viwe vinne kama hivi, na kwa upande wa upana utapima upana wa inchi nne na nusu unaweza ukaweka inchi tano lakini kwa mimi hapa naweka inchi nne, iyo, opana, inchi nne na nusu Kwa hiyo kwa upande wa upana ni inchi nne na nusu na kwa upande wa urefu utapima urefu wa inchi thelathini na saba kama hivi unavyoziona upande wa urefu ni inchi thelathini na saba. Baada ya kumaliza hapo, vipande vyetu unaviona ni vinne kama unavyoviona, na kwa upande wa hiki kipande utapima inchi sita wa urefu inchi sita wa inchi sita kwa upana wa inchi tano na hii pia unatakiwa uwe na pamba kama hizi ambazo unazoziona. Kama una mtu wa zamani unaweza ukatoa, au unaweza ukaenda ukanua kiboksi cha pamba kama hiki, hizi unazoziona. Baada ya kumaliza hapo, kinachofuata sasa utachukua vipande vyako kama hivi na utakunja na kwenda kushonea kwa robo kama hivi navyo elekeza ndivyo utakavyokwenda kushona. Utakwenda kuvishona vyote vitatu. Baada ya kumaliza kuvishona, kinachofuata sasa, utageuza kama hivi ambavyo unaniona nafanya, ndivyo ambavyo utakavyofanya kwao. Utageuza vipande vyako kama hivi vyote vitatu utavigeuza kama hivi. Baada ya kumaliza vipande vyote vitatu kugeuza, utaviweka kama hivi ambavyo umeniona mimi nimeweka. Na baada ya hapo sasa, utachukua pamba zako na kuanza kupitisha kwenye vipande vyako ambavyo tayari umeshavigeuza. Kwa hiyo utapitisha pamba zako kama hivi unavyoniona, ndivyo utakavyopitisha pamba zako. Utapitisha kama hivi hadi utafika mwisho wa kipande chako, na utafanya hivi kwa vipande vyote vitatu. Utapitisha hizi pamba Hakikisha kwamba wakati unapitisha hizi pamba zisijae sana, na wala zisiwe loose sana. Zinatakiwa ziwe kama hivi ambavyo unavyoziona, ndivyo zinavyotakiwa ziwe. Kwa hiyo baada ya kumaliza kupitisha pamba zako kama hivyo, utaweka kwa pamoja kama hivi ambavyo unaniona, ndivyo utakavyo viweka na utakwenda kwenye mashine kwa ajili ya kushonea hapo. Baada ya kushona sasa, utaweka kwenye mashine kama hivi na kuvisuka kama hivi ambavyo unavyo niona umeona. Ukiwa haujajaza zile pamba hazijajaa sana, unapokisuka kinakaa vizuri kama hivi ambavyo unavyokiona hapa. Kwao utasuka kama hivi, utaweka vizuri, hakikisha unasuka vizuri kama hivi Utaendelea kusuka kama hivi ambavyo unaniona hadi utafika mwisho wa kipande chako. Kwa utasuka hadi utafika mwisho wa hiki kipande. Ukiwa unasuka hakikisha kwamba hakuna wazi na vipande vyako vimeelekea vizuri na katikati pamekaa sawa. Kwa baada ya kufika mwisho kama hivi unachotakiwa kufanya ni kuvikusanya kwa pamoja kama hivi. Na baada ya kuvikusanya kwa pamoja utakwenda kwenye mashine na utashona. Baada ya kumaliza kushona, kwa hiyo kofia yako itaonekana kama hivi. Sasa kilichobaki hapa baada ya kofia yako kumaliza kama hivi, utakwenda utaishonea kwa cherehani, kama cherehani yako inaweza kushona sehemu ngumu, na kama haishoni utashona kwa mkono. Kwa baada ya kushona itaonekana kama hivi, na baada ya hapo sasa ndo tunachukua kile kipande chetu ambacho ni hiki utakachofanywa, utakwenda utashona kama hivi, na baada ya kushona utakuja utageuza. Baada ya kushona na kugeuza kitaonekana kama hivi. Kwa unachokifanya utakwenda utaweka sehemu ile ya kofia ambako ulishona, na baada ya hapo utafanya kama hivi, kule ambako tumeshona ndiko ambako tutaweka nyuma, na utakwenda utashona kwenye mashine yako. Na baada ya kumaliza kushona hakikisha kwamba unashona haibani sana, ili uweze kuja kugeuza. Baada ya kushona itaonekana kama hivi ko. Kinachofuata sasa baada ya kumaliza kushona utageuza kama hivi ambavyo unaniona nageuza. Kwa, utageuza kama hivi, na baada ya kugeuza kama hivi, uchafu utakalia kwa ndani. Kwa, hakikisha kwamba hiki kitambaa kinafunika ile sehemu ambayo tumeshona nyuma ya kofia, hakikisha inafunika. Kwa hiyo utakapokishona na kugeuza itakaa kama hivi. Kwa hivi ndivyo tunavyokata na kushona hii kofia ambayo unaiona hapo kwenye screen. Kama una swali lolote, tafadhali niandikie chini ya comment. Kama kuna sehemu haujaelewa pia niandikie chini ya comment. Usisahau kulike video zangu, kushare, kudownload na kusubscribe.